Askofu Josephat Gwajima ambaye baadhi ya watu sasa wanamwita jasusi la mbinguni kutokana na umahiri wake mkubwa wa kukwepa jitihada endelevu zinazofanywa na vyombo vya dola kumtia nguvuni, lakini pia kukwepa mitego mbalimbali inayowekwa na watu wasiojulikana ambao inaelezwa kwamba wana mpango wa kumteka. Sasa, jana Askofu Gwajima alimshukia vikali mchungaji mmoja anayefahamika kwa jina la Richard Hananja. Bila shaka utakuwa umeshamuona au kusikia kazi za huyu mchungaji Richard Hananja ambaye mara nyingi amekuwa akiwasilisha neno la Mungu a, kwa njia ya vichekesho. Kwa hiyo pengine ni maarufu zaidi kwa vichekesho kuliko huo uchungaji. Sasa jana aliongea na waandishi wa habari huyo Hananja, na katika press conference yake a, kwa kiasi kikubwa alimshutumu Askofu Gwajima na haikuchukua muda mrefu kabla ya Askofu Gwajima kujibu mashambulizi. Hebu msikilize kwanza huyu mchungaji Hananja. Kama kuna taharuki ya watu wameuawa, watu wametekwa, na yeye anayesema pia analeta taharuki tutafikia wapi? Kila mmoja akisema kwa namna yake, kweli watu wana hasira kweli watu wana uchungu, lakini uchungu wetu uende kwa maarifa na hekima He he, zipo mamlaka. Kwa mfano Josephat Gwajima, simsemi yeye, lakini nasema kwa mfano, yeye ana nafasi kubwa, yeye ni mneki, ana nafasi kubwa ya kuwa karibu na kiongozi wa nchi. Tunampeleka kama mchungaji aseme, kwa sababu yuko karibu. Mneki ni nafasi kubwa sana he he. Yeye ana nafasi kubwa na kwa kiongozi wa nchi, ana nafasi kubwa bungeni. Haya mambo hayahitaji kumzomea mtu.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 Uh, mchungaji Hananja kwamba kutokana na wadhifa wa askofu Gwajima ndani ya sisi ingewezekana kufikisha ujumbe kwa njia uh, nyingine, na kudai pia kwamba alichokifanya askofu Gwajima kimezua mtafaruku na vitu kama hivyo. Sasa haikuchukua muda mrefu, kabla takriban masaa tu kabla ya askofu Gwajima hajamjibu mchungaji Hananja, lakini kabla ya kumjibu tayari watu mbalimbali mbali, walimvamia wali, mtandaoni huko, walimvamia mchungaji Hananja wakimlaumu, wakidai kwamba pengine amelipwa kuchukua uamuzi wa kumkemea askofu Gwajima. Kwa hiyo bila kukunyima uhondo, ni vema basi msikilize alichosema askofu Gwajima hapa. Unajua, mimi nimezaliwa kule Usukumani. Kule Usukumani tumefundishwa mila moja, tunapokuwa tunakuwa tunaambiwa kati ya watu ambao waogopa kuwapiga ni wawili watatu, kwanza mlevi mzee na mgonjwa kule Usukumani tumefundishwa hivyo, kwamba ogopa kupiga watu watatu mlevi, mzee na mgonjwa. Kwa nini? Kwa sababu wale ngumi moja tu anafariki, halafu unatoka na kesi. Sasa kule tumefundishwa kuogopa zaidi ukimwona ana vyote, ukiona sasa ni mzee na ni mlevi na ni mgonjwa tumefundishwa ukimwona mkimbie mbali. Kwa hiyo na mimi nashika mila ya wazee wangu sitaivuka leo kwa jina la Yesu, na hilo ndio neno la Bwana. <laughs> Wewe unanijua sasa hivi kwa miaka mingi, wengine miaka ishirini, mimi nikisema niki kitu Mungu amesema na ndio maana hata wengine wanaweza wakasema ikatulia, wengine wakaongea ikatulia, ila mimi nikisema a, a dunia inatikisika. Kwa namna hiyo imejenga utamaduni wa kutokupiga wale ambao mzee Gwajima ameniambia usipige mlevi, usipige wazee, sipige mgonjwa. Sasa ukikuta mtu ana vyote ndio wa kumwogopa. Karibu kabisa. Mwisho, na waomba radhi kwa kasoro ya kiufundi iliyojitokeza katika video ya mwisho niliyoiposti kabla hii, ambapo nimeambiwa na wasikilizaji mbalimbali kwamba kulikuwa na sauti nilizojumuisha kwenye video hizo, kwenye video hiyo ambazo zilikuwa kubwa zaidi ya sauti yangu kwe, sauti yangu kuna maeneo ambayo ilikuwa isikiki, kwa hiyo naomba radhi. Na hilo limetokea kwa sababu sikuweza kuisikia video hiyo kabla kwa kuiposti, kwa hiyo nina iposti upya nikiwa nimeunganisha na video hii. Samahani kama video hii itakuwa ndefu. Asanteni kwa hilo. Wakati imetimia wiki kamili sasa tangu serikali ilipochukua uamuzi wa kulifungia kanisa la ufufuo na uzima la Askofu Josephat Gwajima, lakini pia baadaye serikali ilituma lundo la maafisa wa jeshi la polisi kwenda katika kanisa hilo, wakakamata idadi kubwa ya watu, wengine walipigwa. Um, hata hivyo kinachoeleweka ni kwamba katika tukio hilo la kutuma polisi Lengo lilikuwa ni kumkamata Askofu Josephat Gwajima siku hiyo ya tukio. Uh, sasa licha ya hiyo uh, tukio hilo lililotokea katika kanisa la ufufuo na uzima jijini Dar, taarifa pia zinaeleza kwamba makanisa mengine yaliyo chini ya kanisa hilo pia yamefungiwa, licha ya kufungiwa uh, yanapewa, yana, yana ulinzi, kuna askari wa jeshi la polisi ambao wanafanya ulinzi katika maeneo hayo. Sasa lengo la makala hii ni kueleza jinsi gani Askofu Gwajima alivyomudu kutumia mbinu tunazoweza kuziita za kijasusi kuwa hatua kadhaa mbele ya serikali, kwa sababu dhamira ya serikali katika muda wote huu, takriban wiki nzima, ilikuwa kumkamata, na taarifa zilizopatikana zinaeleza kwamba licha ya jaribio la kumkamata kwa njia halali, yani kwa maana ya kutuma polisi wamkamate kama walivyokwenda katika kanisa majuzi, uh, kumekuwa pia na majitihada, majaribio kadhaa ya kumteka na lakini yote Uh, Askofu Gwajima ameyashinda. Lakini licha ya hayo, kuhusu yeye mwenyewe, kuna mbinu nyingine za kijasusi ambazo amezitumia ambazo zimeendelea kuwa na ufanisi, na kwa uhakika yayumkinika kuhitimisha kwamba mwisho wa haya unaweza kuwa ushindi kamili kwa Askofu Gwajima kuliko hao ambao wana lengo la kumzuia au kumdhibiti kwa namna moja. Sasa tukianza na hili la kwanza, ambapo inafahamika kuwa Ba, mara baada ya serikali kutangaza kuwa imelifungia kanisa hilo uh, kuna kundi kubwa la askari ambao walitumwa kwenye kanisa la Askofu Gwajima hilo la Ufufuo na Uzima jijin, uh, jijini Dar. Hata hivyo wakati askari hao wamefika katika eneo hilo, Askofu Gwajima alirusha clip uh, live kueleza kwamba kuna uh, askari, rundo la askari wamevamia katika kanisa lake na wanataka ku, hawajui nini ambacho wanataka kufanya, lakini ilikuwa bayana kwamba walikuwa na lengo la kumkamata. Ile video haikutengenezwa ndani ya kanisa. Uh, askofu Gwajima kwa mbinu mbalimbali alikuwa anafahamu nini kinachoendelea na alikuwa na habari hizo, lakini hakuwepo ndani ya kanisa, na taarifa zilizopatikana zinaeleza kwamba askari wale walivunja kanisa, wakaingia ndani, wakapekua huku na kule. Uh, kuna, kuna hasara kubwa ambayo imepatikana kwa kanisa kwa sababu uh, jeshi la polisi lilipovamia ndani ya kanisa lile walifanya uharibifu mkubwa, kwa sababu lengo lao lilikuwa ni kumkamata Askofu Gwajima pamoja na wasaidizi wake. Hata hivyo, zoezi hilo likashindikana. Baada ya kushindikana kwa zoezi hilo, ikaja hatua ya pili ambapo walianza kumwinda kwa njia halali, kwamba jeshi la polisi linaweza kumtafuta mtu ili limkamate. Pamoja na hayo, kuonyesha kwamba pengine dhamira yao haikuwa nzuri, hakujatangazwa hakujatolewa tangazo rasmi la jeshi la polisi kusema kwamba linamsaka askofu Gwajima au linahitaji kumkamata au anatakiwa jisalimishe katika kituo chochote kile cha jeshi la polisi, kwa sababu walitaka kumkamata kwa kama kumshtukiza vile. Kwa hiyo kwa muda wote huu askari mbalimbali mbali wa jeshi la polisi wamekuwa wakifuatilia mienendo na nyendo za askofu huyo, lakini um, hawajaweza kufanikiwa. Kwa hiyo kwa kifupi tu naweza kusema kwamba wiki moja baada ya sakata hili askofu Gwajima ameibuka mshindi dhidi ya hao waliokuwa na lengo la kumkamata. Lakini hili ni moja kwa sababu taarifa pia zinaeleza kwamba zimefanyika jitihada kadhaa za kumteka. Aa, kuvamia sehemu mbalimbali kwa kufuatilia kwa upelelezi wanaofanya kuelewa yuko wapi, lakini mpaka muda huu hakuna anayefahamu miongoni mwa hao wanaomwinda askofu Gwajima yuko wapi. Na jitihada za hao waliotaka kumteka kwa mujibu wa taarifa zinaeleza kuwa zimefeli. Kwa hiyo huu ni ushindi wa pili kwanza dhidi ya kukamatwa kihalali na askari wa jeshi la polisi kwa maana ya kuwa askari wanamtafuta ili wamkamate lakini ushindi wa pili ni jinsi alivyoweza kumudu hao wanaowinda kumteka, uh, pengine ni watu wasiojulikana na mnajua janga la utekaji ambapo limetawala hii nchini Tanzania kwa hivi sasa lakini kuna ushindi mwingine ambao tunaweza kusema Askofu Gwajima ameupata nje ya uwanja, na ushindi huu una taswira kuu tatu. Taswira ya kwanza ni kwamba katika kinachoendelea sasa hivi, mgogoro huu wa serikali kwa upande mmoja na Askofu Gwajima upande wa pili, ukiangalia mtizamo, um, opinions za watu mbalimbali, watanzania mbalimbali, yamkinika kusema zaidi ya asilimia sabini na tano ya Watanzania wako wa upande wa Askofu Gwajima. Kwa nini? kwa sababu alichokuwa na kisimamia alicho kilichompelekea matatizo haya ni kitu ambacho kinawasumbua watanzania wengi, na yumkinika kusema mtu pekee ambaye anaweza kudhani kwamba alichosema askofu Gwajima si sahihi, basi mtu huyo atakuwa anaungana na hao wanaofanya utekaji, ubakaji na ulawiti. Kwa sababu mwanzo, ndio kunafahamu tu kwamba kuna utekaji, watu wasiojulikana wanateka watu, lakini haijulikani nini kinachotokea. Lakini katika siku za hivi karibuni imejulikana kwa mara nyingi wanapoka, wanapoteka watu pia wana, wabaka na kuwalawiti ushetani mkubwa kabisa. Kwa hiyo hiki alichokuwa alichokuwa anasimamia Askofu Gwajima, au anachokisimamia kwa sababu sasa hivi msimamo wake haujabadilika, ni kitu ambacho Watanzania wengi pia wanakisimamia. Hawapendi kuishi kwa hofu ya kutojua kesho itakuwaaje. Wazazi hawataki kuona kesho wanahangaika kuwatafuta watoto wao. Lakini pia tunasikia simulizi za watu mbalimbali ambao wamepoteza ndugu, jamaa na marafiki kutokana na hao watu wasiojulikana, matukio ambayo ni utekaji. Sasa bila hata kuwa Um, kuwa na utaalamu wa waku kuhoji. Unaweza ukajiuliza, wakati haya yote yanatokea, kwa nini serikali haikemei janga hili kikubwa? Ambacho tunakisikia kutoka serikali ni ku dismiss swala zima. Uh, majuzi hapa spika wa jamhuri, wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania amesema hakuna tatizo la utekaji na watu mbalimbali mbali, uh, ikiwa ni pamoja na viongozi wa ngazi za juu za serikali hakuna mmoja ambaye ameongea dhidi ya janga la utekaji. Kwa hiyo ni rahisi kwa ushahidi wa kimazingira kuhisi kwamba labda kama alivyosema Askofu Gwajima kwa kama hawezi kukemea basi labda hawa wanaoteka wana baraka. Lakini pili, laiti ingekuwa hili ni genge la kihalifu, bila shaka taasisi za dola, idara ya usalama wa taifa, jeshi la polisi na hata jeshi la wananchi wangeingiza wangeingia katika operesheni ya kukabiliana na hawa watu ambao wanatishia usalama wa Tanzania. Sasa kwa kuwa taasisi hizo zimekalia kimya, ni wazi kwamba haya matendo yana baraka za dola. Kwa hiyo ushindi wa nje ya uwanja kwa askofu Gwajima ni kufanikiwa kupata sapoti ya idadi kubwa ya Watanzania. Idadi kubwa ya Watanzania wanamuunga mkono, idadi kubwa ya Watanzania wanadhani kuwa yeye ndio atakayeibuka mshindi katika hili, na kwa sababu ushindi wake sio wake peke yake, bali ushindi wake ni wa Watanzania wote wanataka kuishi kwa amani na usalama. Lakini kuna la pili, askofu Gwajima amefanikiwa kuwaunganisha viongozi wa dini ya Kikristo kwa upande mmoja. uh, ukiingia kwenye mtandao wa video wa YouTube hapa YouTube utakutana na video nyingi kabisa ambazo zinaongelea kuhusu swala la Askofu Gwajima na hakuna video moja ya viongozi wa dini ya Kikristo ambao wamejitokeza kumkemea Askofu Gwajima, badala yake wote wamesimama imara kuikemea serikali kwa kitendo chake, kwa upande mmoja, kufungia kanisa la Askofu Gwajima, lakini pili kubadilisha mjadala badala ya kuzungumzia yale ambayo askofu Gwajima alikuwa ameyaibua katika press conference yake. Matokeo yake yameonekana kama amefanya kitu ambacho ni kinyume cha sheria za Tanzania. Kwa hiyo hili uh, lime, ni ushindi pia kwa askofu Gwajima kwa sababu amefanikiwa kupata sapoti ya viongozi wenzie wa dini ya Kikristo, lakini kuna ushindi mwingine mkubwa zaidi ambao ameupata. Viongozi mbalimbali mbali wa dini ya Kiislamu nao wamejitokeza kumuunga mkono askofu Gwajima. Ukipita kwenye YouTube ukiangalia ukienda TikTok utakutana na video kadhaa za wa viongozi wa kidini ya Kiislamu ama shehe mbalimbali maustadhi mbalimbali ambao wanasema serikali imekosea. Leo nimeona video moja ya Shehe Khalifa. Huyu alikuwa ni mwanaharakati maarufu sana siku za nyuma, mtetezi um, wa haki za Kiislamu, na yeye japo uh, hotuba yake haijapewa uzito mkubwa sana, maana tatizo mitandao nayo Uh, channels mbalimbali za YouTube zimekuwa zikidhibitiwa na serikali. Kwa hiyo huyu, alikuwa anaongea kuilaumu moja kwa moja serikali kwamba imekosea kufungia kanisa la Askofu Gwajima kwa sababu alichokiongea ni kitu halali na kinawagusa Watanzania, kinawasumbua Watanzania. Kilichopaswa kufanywa na serikali ni kuchukua hatua, kufanyia kazi ushauri mzuri aliyoutoa badala ya hiki kinachoendelea. Kwa hiyo ushindi mwingine ambao wa Askofu Gwajima wa amefanikiwa kuupata ni kufanikiwa kuwavuta hata viongozi wa dini ya Kiislamu kumuunga mkono. Of course kuna wengine wawili watatu ambao wa wanafahamika kuwa kwa upande wa dola wamekuwa wakimkemea wakimkosoa na vitu kama hivyo, lakini yayumkinika kusema kwamba hata katika uh, idadi kubwa ya watanzania wanaomuunga mkono pia Waislam wengi wanamuunga mkono Askofu Gwajima kwa sababu alilosema sio kwa ajili ya Ukristo wake sio kwa ajili ya uskofu wake au ubunge wake, amesema kama Mtanzania kuhusu swala ambalo linawasumbua Watanzania wengi. Kwa hiyo mpaka sasa hivi uh, yayumkinika kabisa kutanabaisha kuwa Askofu Gwajima ameshinda katika hiyo vita inayoendelea. Ni mapema mno ku uh, bashiri mwisho wa hili swala utakuwaje, lakini Uh, kama unafuatilia kwa karibu, na hili sio gumu kulibaini. Kama unafuatilia kwa karibu uh, inaonekana kwamba kwa upande mmoja, na hili halihusiana na matukio ya sasa, kulikuwa na unabii unaofanyika huko nyuma, siku za nyuma kuhusiana na Askofu Gwajima uh, kumbe jina lake lilikuwa likitajwa siku kadhaa huko nyuma. Sasa endapo kulikuwa na maandalizi, na baadhi ya watu wanasema kwamba amelidakia swala hili ili kukuza profile yake, lakini ukifuatilia hayo mahubiri ma ma maono ya wahubiri mbalimbali mbali, uh, jina la Askofu Gwajima linatajwa kwamba labda huenda ndio mtu sahihi, na vitu kama hili. Ni swala la wakati mwingine na tutalitaftia muda maalum wa kulijadili, lakini kwa mujibu wa makala hii unachoweza kuhitimisha ni kwamba Askofu Gwajima hadi sasa ameshinda, na mbinu za kijasusi anazozitumia zimekuwa na ufanisi mkubwa dhidi ya watesi wake. Una maoni gani kuhusu hili? Karibu toe maoni kwenye comment. Asante, nashukuru.